Habari, karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea maarifa mapya kila siku. Leo hii nitakwenda kukuonesha AI bora sana mpya kabisa kutoka Google ambayo imeonyesha uwezo mkubwa wa kufanya voice over kwa lugha ya Kiswahili kwa ufasaha wa hali ya juu. Sasa unaweza kujiuliza, voice over ni nini? Voiceover ni sauti inayorekodiwa na kutumika kuelezea au kusimulia jambo kwenye video bila muonaji kumwona msemaji. Kwa mfano, unaweza kuona picha au video ikiendelea, huku sauti ikiwasilisha ujumbe. Kwa content creator, voiceover ni muhimu sana kwa sababu husaidia kuelezea vizuri maudhui bila ya kuonekana moja kwa moja. Inavutia watazamaji na kuifanya video kuwa ya kitaalamu, inaongeza usikivu, kueleweka kwa maudhui na huongeza muda wa kutazamwa. Leo nitakuonesha hatua kwa hatua hadi mwisho jinsi ya kuipata hii AI ya Google na kilichovutia zaidi ni kwamba ni bure kabisa, hakuna malipo hata kidogo. Kwa hiyo kaa tayari, endelea kutazama sehemu inayofuata kwa maelezo yote muhimu. Yeah. Kama ambavyo umesikiliza maelezo amayo ya yaliyopita hapo kuhusu AI inaweza kufanya voice over ya Kiswahili, hata hayo maelezo yenyewe hapo ya yamekuja katika style ya voice over ya Kiswahili. Ni aina gani ya AI ambayo tunaizungumzia leo? Ukienda katika upande wa Google, katika search bar, uta search kama inavyoonekana hapa AI studio generate speech. AI studio generate speech. Ukiklik search itakuja a uh, result nyingi nyingi kama zinavyoonekana hapa, ambayo result utaifungua wewe ni hii hapa, imeandikwa sign in a uh, Google account, na maana fungua Google kwa kutumia Google account ama Gmail, kwa utaenda direct katika sehemu ya kufungua Google account, and then ukiclick itafunguka mahali kama hapa, na hii ndio Google AI Studio maalum kwa ajili ya voice over na pia inaweza kufanya voiceover za Kiswahili Ukienda uh, katika upande wa vitu ambavyo tunavyo hapa, tuna uh, sehemu pameandikwa Yo, ya upande wa pili kwenye kwanza hapa imeandikwa Gemini 2.5, hii nayo hatuigusi kwa sasa. Kinaitwa mode mode ykwanza kuna, kuna, kuna, kuna, kuna mode mod, mod ya mmoja kama hii ambayo tumekwenda kuisikia mara ya kwanza. Lakini, multi, multi speaker audio ni hii nitawaonesha. Hii ni maalum kwa ajili ya majibizano ama dialogue, mtu zaidi ya mmoja anakuwa anaongea, kama unafanya uh, voice over zile za script za tamthilia uh, au taa kufanya kucheza mchezo wa kuigizwa. Hii ni maalum kwa ajili ya, ya vitu kama hivyo. Then uh, mode setting hapo unaachana na hapo, lakini kwa sababu tupo kwenye setting ya ya mtu mmoja unapata voice, ziko voice za aina nyingi nyingi, kwao unaweza ukazitest mwenyewe kama hivyo. Mimi nimechagua hii hapa yes lakini kuna sauti nyingi nyingi nyingi kulingana na wewe unavyopenda. Tunapata watu wawili kama unavyoona hapa, setting yake imekaa namna hii. Unakuta una, una, una, una, una, una, una, una una kuna speaker wa kwanza na kuna yes. Kwa hapa speaker, speaker wako mambo yakaenda vizuri kabisa na ukija katika upande wa script ya kuandika, script ya majibizano hii iko tofauti kidogo na hii. Kama unavyoona hapa, hii iko straightforward lakini hii kuna makorokocho mengi mengi hapa. Lakini wala hapana kukutisha. Hii ndio script, mahali pa kuandikia script hapa padogo hivi. Kwa hiyo ni kwamba utakachokifanya ni kwamba ukija hapa utapaste script yako, utaiandika script yako ya hapa, afu itakuwa displayed ndio huko. Kama unavyoona ilikuwa ni script ya story ambapo mtu alikuwa anahadisia action ya huyo mtu mwenyewe. Ukijaribu kuisikiliza hapa uta, utaweza kusikia kama hivyo, hebu tusikie kidogo hii historia ya ya ya ya ya majibizano. Amina anaamka kwa hofu, anaona mwanga wa mshumaa chini ya mlango wa chumba cha bibi, anasogea taratibu. Amina kwa sauti ya chini: huyu bibi analala saa ngapi jamani? kila usiku yupo macho Amina anafungua mlango kidogo, anashangaa kuona bibi amezungukwa na vumbi jeusi, akizungumza kwa lugha ya ajabu. Amina kwa mshangao na hofu, bibi, hii ni nini? Unafanya uchawi? Bibi Habiba ananyamaza, anainua kichwa taratibu na kumtazama Amina kwa macho mekundu. Bibi Habiba kwa sauti ya utulivu wa kuti. Yes, kama unavyoweza kuona iko perfect, iko smooth na maneno ya Kiswahili yanasomeka vizuri kwa hiyo hiyo ndo AI ya leo nilikuletea kutoka Google. Ni nzuri sana kwa watu wanaofanya voice over za Kiswahili, itawasaidia pia content creator wengi, itawasaidia wanaofanya matangazo, na ina kila aina ya toni hewe. Utakapoandika script yako ndo zewe ambapo yule AI atasaudi. Kwa hakikisha kama unataka script yako ifanane na toni fulani, hakikisha unaitwiki ile script, ili iweze kusomeka kama unavyotaka. Lakini kitu cha kukusaidia sana katika kuandika script, tumia chat GPT. Ziko AI nyingi kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya kuandika script, lakini my recommendation best ni chat GPT. Asante kutazama video hii, usahau kulike na kusubscribe. Tena katika video nyingine, asante.